Kwenye zamu kilo na kimwili utateseka sana. Kuna watu tumetoka kwenye historia ambazo hazina historia za kibiashara, halafu leo unaanzisha biashara. Mizimu ya kwenu imekaa kwenye lango inasema kwetu hatufanyagi biashara. Soma kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya ishirini na mstari wa tano Biblia inasema hivi sao kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Ukisoma kwenye kitabu cha maombolezo sura ile ya tano, mstari wa saba, baba zetu walitenda dhambi hata hawako na sisi tumeyachukua yachukua maovu yao. Niliwahi kuongea nikasema hivi, sisemi kwamba mikopo ni mibaya, lakini unakopaje? Na je, nyuma ya pazia kwenye maisha yako kuna nini kimetengenezwa kwenye ulimwengu? Kuna roho gani inaamua juu ya maisha yako wako, familia ya kwenu ilijengwa kwenye misingi gani kwa habari ya kiuchumi? Saini unakopa wote, kuona mtu anakopa milioni saizi, ikifika tarehe tano milioni imeisha, hajanunua hata kitenge, hishu yote mnaenda kwawa. Baba naomba, mmetengeneza magozi kwa sababu ya uchinga wa kuto kujua vilivyofichwa nyumba ya pazia.